Napomwambia mtu Simba anacheza fainali, sio kama una bet au sio kwamba unapiga ramli, unazungumza kitu chenye uhakika kwa asilimia mia moja. Labda tu yasiwe ni mapenzi ya mwenyezi Mungu Simba kucheza fainali mwaka huu, labda mwenyezi Mungu afikishe heri yake ya Simba asicheze fainali mwaka huu, lakini ukizungumzia in terms of quality Simba anacheza fainali mwaka huu. Ukizungumzia in terms of preparations, kwa maana ya maandalizi, Simba anacheza fainali mwaka huu. Ukizungumzia ubora, ukizungumzia uzoefu, ukizungumzia mahitaji na matakwa, na Simba anacheza fainali mwaka huu. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmekuja hapa kutusindikiza katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Terminal 3, terminal yetu sisi mm, ndeni mkaambie Watanzania, terminal yetu sisi mm, ndeni mkaambie walimwengu ya kwamba Simba anakwenda fainali, hilo wala halina kipingamizi. Wala hiyo sio ramli, wala hiyo sio beti. Hiyo ni jambo la uhakika, Simba kwenda fainali. Aliumia Shemaa, lakini alipatiwa matibabu na ameendelea kupatiwa matibabu na yuko fiti kwenda kutumikia Simba katika mchezo. Na mimi no. ninachojua tunafuzu, yani hicho nicho ambacho mimi ninajua tunafuzu safari hii Simba Sports E, tumebakisha safari moja ya kutumia Terminal 3, sio sioku. Tumebakisha safari moja ya kutumia terminal yetu ambayo ambayo itakuwa ni safari ya arinane na sio mbali hapo na mwezi wa tano, Mwenyezi Mungu atupe hai. Sasa, um, tunafuzu mimi mwenyewe nikisaa pale Stellenbosch nifunge mm. e, anafaina <laughs> <Anapidale>, fainaltunaye mama <laughs>